na niliwaambia nikisimama hapa Kabarnet ya kwamba mambo ya majangili na bandits tutapambana na wow, wao. and I want to promise you hawa watu wa kuiba ng'ombe hapa na bunduki kidogo kidogo, hawa watu nitawasort out completely. Tayari tayari wamerudisha bunduki mia sita na bado bado kuna wengine wako na bunduki, na nimewapatia ilani, yani ile notice warudishe bunduki mapema Wasiporudisha bunduki, aya bas. <laughs> Eh, mutu asinuulize maswali mingi. sijui kama tunaelewana. Yes, hatuwezi kuendelea kuwa ni county ya manyatima na watu widows, sindio? Watoto wanazaliwa hakuna baba, wajane wa mama hakuna mzee, ameenda kwa safari na ya upuzi. So nimesema tumeweka askari ya kutosha, nimepatia amri huyu Kipchumba Murkomen, wewe Kipchumba Murkomen Nimemwambia ako area hapa, atasema nimemwambia, mpaka bunduki yote iwe katika mikono ya serikali mwananchi. Hakuna ruhusa ya mwananchi kutembea na bunduki, ambaye ni bunduki haina leseni, ya kuumiza watu wengine, kulete ukosefu wa usalama, watoto hawasomi, mayatima ni wengi, widows ni wengi. Hiyo maneno hatuwezi kukubali Baringo County miaka 60 baada ya sisi kuwa taifa huru. So we have made a conscious decision. Sasa kila mtu tunataka tupatie kitambulisho ndio tuweze kusukuma taifa letu la